Wa albamu mpya iitwayo Rafiki Mwema, kutoka kituo cha sala hadi kuwa kigango, historia imeandikwa. Tunayo kila sababu ya kuwapongeza wanamageuzi hawa ndani ya mziki mtakatifu. Ilikuwa ni ndoto ya siku nyingi na miaka mingi kwa wana Galilaya. Hata sasa baada ya mkono wa Mungu kutenda makuu, wamewekwa katika viganja vya mikono yake Kona Elena, bibi na mabwana kwa heshima kubwa naitambulisha kwenu kwaya Mtakatifu Paulo Mtume Galilaya kutoka kigango cha Mtakatifu Paulo Galilaya, parokia ya Familia Takatifu kwenda kufanya tukio kubwa la uzinduzi tarehe kumi na tano mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano Uzinduzi huu utatanguliwa na ibada ya misa takatifu itakayoanza saa nne asubuhi katika kanisa la Mtakatifu Paulo Galilaya na kufuatiwa na tukio la uzinduzi litakaloanza saa sita mchana mpaka saa kumi na mbili jioni. Mgeni rasmi katika uzinduzi huu atakuwa ni mbunge wa jimbo la Hai Mjini, Mweshimiwa Sahasisha Mafue atakayeambatana na viongozi mbalimbali wa serikali. Kwaya zitakazoshiriki katika uzinduzi huu ni kwaya Mtakatifu Sisilia Mererani, kwaya ya Mtakatifu Sesilia maili 6 kwaya 4 za shirikisho parokia ya familia takatifu hai mjini, kwaya ya KKT ushirika wa Safina. Viongozi mbalimbali wa kidini watashiriki kama vile mapadri, masista na waumini wote watakaokuja kushiriki katika tukio hili kubwa. Albamu hii itapatikana kwa njia ya flash na zitauzwa katika siku hiyo ya tarehe 15 na kuendelea. Aidha, flash hizi zitapatikana katika maduka yote ya parokia. Kwa wale wote walioko mikoani unaweza kupiga simu namba 07680530 69 ili uweze kutumiwa flash yako popote ulipo. Wote mnakaribishwa.